Bismillahi waalhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasalama. Baado tupo katika viunga vitukufu vya mji mtukufu wa Madina Almadinatulmunawara, mji wenye nuru na mji wenye upendo, mji wenye faraja na mji wenye furaha. Hivyo vyote havikuja kwa bure, bali kwa sababu ya mtukufu wa daraja aliyolala na kupokewa na kulazwa katika ardhi hii. Utukufu umekuja hapo, Almunawara haikuwa inatambulika kabla ya Bwana Mtume za salama, imekuwa Madina munawara baada ya kuja Bwana Mtume. Sasa tupo katika harakati za kusindikiza mahujaji ambao Allah amewachagua kutegeleza ibada hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini aliokuwa mbele yenu ni kiongozi ni kijana mwandamizi katika shughuli na uratibu wa haji kwa muda mrefu akipitia taasisi ambayo atahitaja hapa baada ya kujitambulisha. Wapenzi na wafuatiliaji wa Al Azhar TV Tanzania wanataka kumtambua huyu, mwenye nuru huyu katika skrini hapa ni nani? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wasahbihi wa man wala amma baad. Uh, kwa jina anaitwa Nassir Ali Haji mimi yep. Uh, ni katibu wa taasisi ya Ajwa Haji Travel Agency. Mashallah, mashallah. Kati, katibu wa taasisi ya Ajwa Haji na Umra Travel Agency. Jina Ajwa limetokana na nini? Uh, Ajwa limetokana na tende ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja no. ndio kama ni, eh, ni dawa ya salam ni dawa ambayo mtu atakapo E, atakapokula hiyo kwa saba, mashaallah, basi siku hiyo aliyokula no. hatufikwa au hatopatikana na uchawi wala sumu mashaallah. Kwa hiyo tumechagua neno hili ndio au jina hili ndio, e, kwa ajili ya kuifanya kui, kui taasisi yetu na Kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie taasisi yetu, Naam. iwe ni dawa ya salama kwa mahujaji ambao wanakuja katika nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutembelea katika uh, kuona athari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Nasr, na katibu mkuu wa Ajuwa, kwa muda ambao umekuwa unahudumia wageni wa Allah, dhuyufu urrahman Dawa uliyotafsiri hapo inaopatikana katika maana ya Ajwa, unadhani inapatikana katika taasisi yako? Naam, alhamdulillah. yeah. E, sasa hivi sisi yeah. tuna mwaka wa pili yeah. yeah. yeah. E, tokea tuanzishe taasisi hii mashaallah na alhamdulillah mwaka wa kwanza mwaka jana, tumekuja na mahujaji Mashallah. Na mwaka wa pili Mashallah. Tumekuja na mahujaji alhamdulillah, wote wame wameitekeleza ibada yao ya hija vizuri e, na na wanaridhika na wanaridhika, kwa hiyo tunaiona kwamba ni dawa ya changamoto ambazo zinatokea mbili tatu yasana kwa baadhi ya, ya, ya mahujaji ambao wanaotoka katika miji yetu ya Tanzania kuja huku. Watazamaji na wafuatiliaji wa Al Azhar TV Tanzania wanataka kutambua Alhaj Nassir, no. nini ambacho kilikuvutia kuhudumia wageni wa Allah, hali ya kuwa hii ni dhima, kwa sababu watu wanatekeleza ibada hizi ambazo zinakamilisha nguzo zao za Uislamu yeah, kupitia mafunzo yenu na usimamizi wenu hii dhima, ulishawishika vipi na nini kilikushawishi? Naam, eh, si, si, eh, kama mimi kiongozi moja kwa moja ni, nimeshawishika kuingia katika kuhudumia hujaji wa Allah yeah. yeah. Subhanahu wa Taala, kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameitaja nyumba yake tukufu Naam. kama ni e, kisimamo au ni mafanikio kwa kwa watu ambao wameikusudia Mashallah, jaala eh, Allahu alkaabata albayta alharama salam. Qiyaman linnas, salam. Eh, kwa hiyo, hili hili, hili eh, ni ndio ambalo limenivutia zaidi kuja kuwahudumia mahujaji ili sote wao mahujaji nao, pamoja na sisi ambao tunawahudumia Mashallah, basi tufanikiwe kwa pamoja, lakini Mashallah, hata wale ambao waliokuwa na nia ya kuja huku nao, lakini hawana uwezo wa, wa, wa, wa, wa kufika huku Mashallah, basi pia iwe, iwe ni dawa kwao e, na mafanikio kwa dua ambazo zinaombwa, lakini vile vile na kwa ibada ambazo zinafanya ya salam. Hmm. Alhaji Nasir, ulikuwa na matarajio kabla ya kutoa huduma za wageni wa Allah, yani za kuratibu na kusimamia shughuli za haji, na sasa hivi tayari upo mwaka wa pili unasimamia huduma hizo. Matarajio ambayo ulikuwa nayo kabla ya kuingia katika huduma hizi umeyapata au iko kinyume? Naam, e, matarajio yetu makubwa Tio. ni kwamba watu wafanye ibada yao mpaka waridhike na, na wafikie pahala ambapo na. waiseme hasa wakirudi pale e, katika miji yetu Niyo. Waseme hasa kwamba sisi tumefanyishwa ibada vizuri na. hata kama mtu ambaye hajasoma alif wala be na. lakini aweze kuifanya ibada na. yake vizuri na. kwa hiyo matarajio yetu ni kuwashika watu mkono na kufa, kuwafanyia ibada yao vizuri uh -huh. ili ifikie ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ameitaja kama ni tiketi ya naam. kwenda peponi eh. Eh, eh, mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam wa anasema eh, hajj mabrur naam. laisa lahu jazaun yes, salam. Illa aljanna yes, salam. illa aljanna eh, eh hii kila mtu ukimuuliza, kila hmm. Muislamu utakapomuuliza eh, anataka nini hmm. eh, pepo au moto yes, basi atakujibu anataka <laughs> pepo hey, eh, yes, lakini je tunayatekeleza yale vizuri? Tunaipataje hiyo pepo? Tunaipataje hiyo pepo? Yes, eh, eh, waliopita kabla yetu, Naam. tunaambiwa kwamba walihenyeka Naam. walipewa mitihani Naam. mikubwa sana Naam. Ni kweli. Eh, pepo haipatikani hivi hivi Ni kweli. bali inapatikana kwa kujituma. Kwa hiyo sasa sisi eh, tume, tume tumepata matarajio hayo, Mashallah, ya kujituma. Diyo. Na alhamdulillah, mahujaji wetu anaridhika na huduma zetu alhamdulillah. Alhaji Nassir, umeingia katika huduma za wageni wa Allah, jambo ambalo linakuweka karibu sana na Allah, kwa sababu kupitia wewe watu wakamilisha ibada zao, na kupitia wewe watu waijua dini yao, lakini kupitia wewe watu wanakamilisha nguzo zao za Uislamu hili kwako linakupa thamani au linakupa heshima au hadhi kiasi gani? Kwa kweli la kwanza ni kwamba ni kujua kwamba e, umebeba dhima kubwa ya kwamba umekamata ibada za watu mkononi, na, na ibada yenyewe ni kwamba ni ibada kubwa sana na ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu na e, mtu ambaye ametiania na ametoa na e, masurufu yote na. E, ya kufika huku. Naam. Halafu akawa hajaifanya ile hija yake vizuri. Naam. Tayari sisi tutakuwa tuna dhima kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Wasalamu. Kwa hiyo kwanza ni kujua kwamba sisi tumebeba dhima kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Na wa sha kujua hilo maana yake hmm, uingie hofu hmm, na ikhlasi hmm, katika kuwatekelezea yale Naam. yote ambayo yanatakiwa. Masha Allah. E, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Uh, Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam anasema mwenye salamu. Kuwa katika shida Deo. au kumsaidia muislamu mwenzake katika jambo basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia duniani na, na akhera. Kwa hiyo e, sisi au mimi binafsi oh. nimeweka malengo ya kwamba kwanza ni dhimma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile, vile ukiitekeleza hii dhima vizuri na la, vile ambavyo anavyoitaka yeye pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam basi heshima itakuja tu na heshima anaitoa Allah subhanahu wa ta'ala wala jalla jalala, binadamu jalla jalala, mwenye kumnyanyua Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu ambaye anaweza akamchusha, subhanallah na barakallahu fikum. Alhaji Nassir, uh, sijui una umri gani na sijui hili kama unajisikia uhuru kusema umri wako. Naam, mimi e, e, nina umri wa miaka 38 sasa hivi. Salam, bado kijana sana, bado mbichi sana. Alhamdulillah, japo hapa katika nuru naona kama 18 au 20 vile. Sasa hiyo si umeongeza ili tukuheshimu zaidi tukogope <laughs> hiyo utajua wewe, lakini hapo hapo kwenye 38 na nane manake Allahu akbar, ni umri mdogo bado, ambapo una mambo mengi ya kuyafanya, lakini umechagua umechagua kutoa huduma za Allah, umechagua kuwa mlinganiaji na umechagua kubeba dhima ya mahujaji au wageni wa Allah. Wana ibada wote wamepewa majina yao mbalimbali, lakini mahujaji Mwenyezi Mungu amewaita dhuyufu, yani dhuyufu rahmani, wageni wa Allah. Hii inakupa shida yoyote tukare, katika kutekeleza majukumu yako mengine ya kibinadamu na ya kijamii huko nyumbani Tanzania? Na kwa kweli eh, tokea nianze kuhudumia mahujaji uh. au wageni wa Allah subhanahu wataala no. Basi Allah subhanahu wataala kama nilivyosema mwanzo uh. mwenye kuikusudia uh. nyumba ya Allah subhanahu wataala Mwenyezi Mungu atamnyanyua sahihi kwa sahihika. Kwa hiyo eh, hainipi uzito wowote ndio uh katika ku kuya kuyaendea ma, ma, ma, majukumu yangu mengine eh, kule nyumbani ya kijamii ya kijamii. Kwa hiyo na, na, napata wakati mzuri zaidi kuliko yes nilipokuwa hapo mwanzo yes kabla salamu ya kuwahudumia mahujaji kwa yes hiyo tunapo eh, mimi nawasihi vijana wenzangu ndio eh, tunapoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala mzima mzima Naamu. E, kwa mikono, miguu na mwili wote kwa ujumla, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anakuelekeza na anakufanyia wepesi katika mambo yake, basi yes, eh? yes, vijana wenzangu, mimi nawasihi katika mambo ya ibada sahihi, katika mambo haya ya kuhudumia e, ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah. Ibada ya hija, watu wengi wamezoea kuwaona watu wazima ndio utekelezaji na kama ndio watu ambao inawahusu sana hiyo haji, hali ya kuwa haji haina umri, ni kwa watu wote. Kijana Alhaji Nasir, kwa umri wako ahekupi shida kuwafikia mahujaji na kuwashawishi kushiriki ku, taasisi ta yako eh, hili ni E, ni jambo ambalo limezoeleka Dio. Katika miji yetu ya e, Tanzania kule kwamba watu wengi wanaokwenda kufanya ibada ya hija Dio. Ni wengi wao ni ni, ni umri mkubwa wazee ambao wengi wao ni wastaafu mm. Katika katika utumishi Dio, wa serikali. E, hili ni jambo ambalo ni fikra ambayo ni kinyume na, na, na naasina lengo lenyewe la hija. Ibada ya hija Ndio. ni ibada ambayo inataka nguvu, ibada ambayo inataka e, kufanywa na, na na mtu mwenye, mwenye nguvu zake zaidi yes, kuliko yes, wazee yes, e, unapokuja kufanya ibada ya hija ukiwa kijana Ndio. basi unaweza kuyafanya yale yote ambayo yame yameelekezwa ya kufanywa huku, ndiyo kuliko yule ambaye anayekuja katika umri mkubwa. Mashaallah, wakati e, mwingi ndiyo, katika mahujaji wetu ambao wanakuja katika umri mkubwa ndiyo, inatokea katika mambo au katika wajibati za hija ndiyo, wasiweze kufanya, ndiyo, wakafanyiwa hizo e, wajibati baadhi ya wajibati na, kwa hiyo wanakuwa kama, kama vile maanaake wamekosa Eh, wamekosa wamekosa ladha fulani ambayo inapatikana katika wajibati zile, mashallah. Lakini unapokuja kufanya ibada ya hija hali ya kuwa kijana naam, naam. basi utaipata ile ladha yenyewe hasa ya ile ibada ya ya ile ibada ya hija. sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam alisema udu anni manasikakum tayyib, tayyib. Alhaji Nassir unaizungumzia ibada ambayo unataka utulivu inataka uzima wa afya na inataka uzima wa akili. Unatoka Tanzania nchi yenye amani, nchi yenye usalama na nchi yenye upendo. Tanzania inakurubia au inakaribia kupitisha au kufanya au kuingia katika tukio moja kubwa la kitaifa ambalo ni uchaguzi, ambao uchaguzi huo katika baadhi ya mataifa huwa unabadilisha mambo, lakini kwetu imekuwa kinyume. Kwetu tumekuwa tunaishi kwa amani tunaishi kwa upendo kama hakuna uchaguzi vile. Lakini haya si kwa bure, ni kwa sababu ya dua zenu ambazo mara nyingi mmekuwa mkishiriki na kuiombea nchi yenu katika majukwaa mbalimbali. Mara hii ulitumia fursa hii kuiombea nchi yako mara moja kidogo. Eh, kwa kweli, eh, kwanza ni kushukuru Allah, ni kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kuwajalia viongozi wetu Chukulia, eh, kulichukulia seriously. Naam, jambo la amani katika nchi yetu, yes, salama, eh, ni jambo ambalo ni kubwa sana sana ambalo linamfanya mtu aweze kufanya ibada yake vizuri, tayeb. Na sisi alhamdulillah kwa Tanzania, alhamdulillah, tumepata viongozi ambao wametu wametuongoza katika amani nao. Na alhamdulillah tunaweza kufanya ibada vizuri sana nao, nao zote ambazo tumewekewa tufanye kwa yes, hiyo, hili jambo ambalo la, la, la, la viongozi kuweza kulichukulia serious hili jambo yes, la amani nao. Sisi tunalipa kipaumbele katika hali kubwa sana yes, za kuomba dua basi yes, na sisi hmm, tuli tulikusanyana hali ya kuwa tuko huku katika viwanja vile vitakatifu na tukaiombea nchi yetu, ikiingia katika katika katika uchaguzi basi, kuwe na, na, na uchaguzi wa maelewano, kuwe na uchaguzi wa amani, kama ambavyo vile miaka ya nyuma inavyokuwa, lakini zaidi tuuchukulie tu uchaguzi huu tu, tu, tu, tu, tujifunze maana yake tujifunze Deo kutoka kwa viongozi wetu kwamba wao wanafanya bidii na jitihada bidi kubwa kuweka amani, basi asitokezee mtu akaleta aka, aka vichochezi katika kuivunjia amani nchi yetu ya salamu. Alhaji Nassir, leo unaondoka katika mji mtukufu wa Madina kuelekea nyumbani Tanzania ni mji ambao hakuna mtu anaotamani kuuacha, lakini tunalazimika kwa sababu lazima tukaandae safari ya haji ijayo. Tukibaki hapa hatutakuja tena. Hili la kuacha mji mtukufu wa Madina ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ala yuko hapa, unaachana naye rasmi. Wakati uko hapa ulikuwa unapata fursa kwenda kumsalimia zaidi ya mara moja kwa siku, leo unaondoka na unarudi Tanzania, hili linakuathiri kiasi gani? Kwa kweli hatuna budi tu kuondoka katika, katika mji huu na kurudi katika mji yetu, kwa sababu sisi sio wakazi wa huku, lakini lau kama tungelikuwa e, tunapata nafasi ya kuamua sisi ndiyo, basi wallahi sisi ndiyo, sisi tunatamani zaidi hmm, na zaidi kuwepo katika miji kama hii hasa, hasa kuwepo kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha athari nyingi sana. Kuna kuna watu ambao waliokuwa wanamjua Mtume ambapo wali wali walidiriki kutembea hali ya kuwa miguu chini, subhanallah, ili subhanallah wanasema kwamba itokezee inawezekana ikatokezea, ndio, wakakanyaga pale ambapo alipokanyaga bwana mtume mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa. Sasa unaona athari gani, athari kubwa kiasi gani ambayo imeingia ime katika nyoyo zetu mm, eh? Basi na sisi, no, yes, yes, yes, na sisi machozi yanabubujika, hakika machozi yanabubujika kwa kuuaga mji huu na kurudi kwetu, sababu kwamba hatuna budi yes, lakini Tunamlilia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama akitufufua basi atufufue naye, na tunataraji kwamba yeye ndio atakuwa muombezi. Naam, shafiul umma, naam, muombezi wa umma huu. kwa hivyo bado Nam, tunahitaji Nam, Mjihu, na bado tunahitaji kuwepo katika mji huu na bado tunamhitaji bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyosema alimwambia mtume wake eh, si waadhibu hao kwa sababu wanastaghfiru wanaleta istighfar, lakini vile vile si waadhibu hao nye. Kwa sababu wewe upo sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume la amefariki wa lakini Naam. yupo, tumswalie sana, tuyapange masu yetu kama tuna uwezo wa kuja huku, basi tusiache fursa kama hizi sallallahu alaihi wasallam, tusiache fursa sallallahu alaihi wasallam, kama hizi ni nzuri na zenye faida kwa Wasalam. Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Alhaji uh, Nassir katibu mkuu wa taasisi ya Ajwa inayosimamia na uratibu wa kuleta mahujaji na umra kutoka Tanzania, tunakushukuru sana kwa muda wako, tunakutakia safari njema, urudi Tanzania, uende ukafanye majukumu yako yaliyokuwa ya yaliz, lazima na wajibu, ili uweze kuja tena bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa mapenzi yake kwa vipenzi vyake, natumai utakuja katika siku za karibuni sana. Labda tujue kitu, ofisi zenu za Ajuwa zipo wapi, Tanzania bara na Tanzania visiwani? Uh, uh, ofisi kuu ya haju ya, ya, wa Ajuwa, Ajuwa, Hajj Travel Agency uh, inapatikana Dar es eh, Salaam eh, katika eh, mtaa wa Ilala eh, mtaa wa Ilala msaada gere pale tunaweza tukapatikana, ofisi yetu ipo pale, lakini vilevile tunayo ofisi eh, kule visiwani Unguja eh, tunapatikana pale eh, Kijangwani jengo eh, la posta Uh, la posta ghorofa hmm, ya kwanza chumba namba saba. Ndio. Basi tutapatikana tuta... Na kwa siku zipi mnapatikana? Siku zote za wiki au mna weekend? Kwa kweli siku zote za wiki isipokuwa Jumapili tu, hiyo eh, mara nyingi tunakuwa hatupo, lakini... Ndio. hata hiyo Jumapili wakati mwingine kwa sababu ya, ya, ya kazi hizi hazina muda maalumu, basi, basi tunapatikana pia Alhaji hajjun mabrurun wa dhambun maghfurun wasayun mashkurun wa kullu amun wa antum bikhairi. Tulikuwa katika viunga hivi vya tukufu katika uwanja wa ndege wa mwanamfalme Muhammad bin Abdulaziz tukiwaga mahujaji ambao wenyewe binafsi hawataki kutoka, lakini majukumu yana wasubiri. Aliyokuwa katika skrini hii alikuwa ni katibu mkuu wa taasisi ya Ajuwa Alhaj Nasir. Na mrusha matangazo haya si mwingine bali ni Ashim, Al Azhar TV Tanzania, Madina.